Viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Sikonge mkoani Tabora wamewaonya wazazi wenye tabia ya kuwatelekeza watoto wenye mahitaji maalum katika maeneo ya vituo vya mabasi na barabarani. Tabia ya kutelekeza watoto wenye ulemavu wa mtindio wa ubongo imekithiri katika kipindi cha mwaka huu wilayani Sikonge, baada ya watu wasiojulikana kwenye kata ya Pangale na kituo cha mabasi mjini hapo kuwatelekeza watoto wawili. Mwandishi wetu Sande Kabaye anayo taarifa zaidi. Watoto wenye mahitaji maalum huhifadhiwa na kulelewa hapa na halmashauri ya wilaya ya Sikonge kwa ajili ya uangalizi, kama anavyoelezea afisa elimu maalumu wilaya ya Sikonge, Egeta Magafu. baada ya kuokotwa huyu kijana wa kwanza aliokotwa eneo moja linaloitwa Pangale, akiwa ndani ya basi, na baada ya kuonekana kwamba mawasiliano hana, maskari walichofanya wakaona kwamba kwa, kwa sababu tuna shule yetu maalum hapa Sikonge wakawa mleta kwa afisa uh, ustawi wa jamii na baadaye tukaona kwamba ni vizuri tumweke hapa kwenye shule maalum wakati tunafanya juhudi za kutafuta wazazi wake, lakini tangu mwezi wa pili mpaka sasa wazazi wa wake pia hawajapatikana. Na yeye aliletwa na maaskari baada ya kuwa amemkuta kwenye gari katika stendi yetu ya hapa Sikonge. Baada ya kupeleza ikaonekana kwamba hawezi kujieleza wala nini, wakawa wameleta hapa shule maalum ili tuendelee kuwahifadhi wakati tunafanya jitihada za kutafuta wazazi wao. Mlezi wa watoto katika kituo hiki Lydia Kayanda amewataka wazazi na walezi wa watoto wenye mahitaji maalum kuwatunza vizuri huku akielezea ujio wa watoto hao kituoni hapa. Mhagama wa Kenya. Ila anaenda darasani sasa anasoma. Ila Maria changamoto ni kubwa mno. Maake Maria inakubidi wakati mwingine hakuna kulala. Anashikwa na kifafa kwa siku anaweza kaanguka hata mara saba. Pamoja na dawa tunampa lakini inashindikana afisa elimu wa elimu maalumu wilaya ya sikonge magafu amesema baadhi ya wazazi wanafanya ukatili wa kuwatelekeza watoto wao hasa hawa wenye ulemavu ama wenye magonjwa sugu kwa makusudi wazazi wengine wanaona kwamba ukipata mtoto mwenye ulemavu ni, ni mzigo kwa hiyo anachoweza kufanya anaweza kumtoa mtoto pale nyumbani, nyumbani kwake akaenda akamweka mahali fulani akijua tu kwamba inaweza ikatokea wa Samaria wema akamuokota. Tito Luchagula yeye ni kaimu afisa maendeleo na ustawi wa jamii wilaya ya Sikonge amesema watoto hao wana umri kati ya miaka kumi na mbili na kumi na tatu ambao wa kike aliokotwa kituo cha mabasi na wa kiume aliokotwa katika eneo la Pangale wilayani Sikonge, kwa sababu hawezi kuongea na mwingine ana ulemavu wa kuanguka kifafa, kwa hiyo hatafahamu wa namna ya kujieleza hana ndiyo maana hata majina yao hatuwafahamu. Halmashauri ya wilaya Sikonge imetoa wito kwa wazazi na walezi ama ndugu wenye watoto hao wafike katika kituo hiki ili kuwatambua watoto wao ambao hawana uwezo wa kujieleza. Sande Kabaye, Star TV si